Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMRI katika juhudi za kuboresha afya ya jamii nchini inatekeleza majukumu mbalimbali mbali. Moja ya jukumu ni kutoa idhini ya kuchapisha machapisho ya tafiti za afya. Dkt. Stella Kilima, mkuu wa kitengo cha machapisho na uhifadhi wa nyaraka anatueleza mchakato wa kuomba kibali cha kupata idhini ya kuchapisha habari. Majina naitwa Stella Peter Kilima, mimi ni mkuu wa kitengo cha research publications na documentation na kitengo hiki kiko chini ya kurugenzi ya taarifa na kurekebu tafiti za afya kitengo chetu kina kazi mbalimbali mbali, ikiwemo kazi ya kuwezesha upatikanaji wa idhini ya kuchapisha machapisho ya kisayansi yani permission to publish katika kuomba vibali vya kuchapisha machapisho ya kisayansi kila mtanzania ambaye amepewa kibali na natrek ni jukumu lake kurudi kuomba kibali cha kutoa chapisho la kisayansi. Haitakiwi kutoa chapisho bila kuomba kibali, na watu wengi wanaomba. Kwa sasa tunaomba kwa kupitia mtandao, sio kama zamani ilikuwa tunatuma email. Hapana, kwa sasa hivi unaingia kwenye mtandao wa NIMR moja kwa moja. Ukifika pale kwenye NRAIMS, utakutana na port ya publications. Unavyoingia kwenye website ya Nimri utakutana na ishu ya NRAIMS. Na ukisha ingia kwenye NRAIMS, utaweka majina yako kama wewe umeshajiregister na kama hujajiregister bado inakubidi ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina inakubidi uanze upya kama new member. Mm-hmm. Eh. Ukishamaliza unaingia hapo, yeah, unakuja, unakutana na foto hii hapa, unabonyeza yeah, unakuja publishing request mm, ambapo una hapa permission to publish, ndio unaendelea yeah, yeah, permission to publish unakuja new permission to publish unaanza kujaza sasa details ambayo kuna title manuscript abstract type ya manuscript utaweka hapa. Wengi wanatumia original research, ambayo ukiweka hiyo original research lazima itakudai namba ya natric. Kwa hiyo tunajua hii kama ni original research lazima imetokana na utafiti fulani, kwa hiyo utaandika ile namba itakuja. Ikishakuja utaweka title ya ile original study tofauti, sio lazima ifanane na jina la manuscript. Utaweka ya, ukisha weka hapo hapa utaweka jina la corresponding author ambayo tutakuwa tunawasiliana naye. Ukimaliza utaandika taasisi aliyopo affiliated institution ukimaliza unakuja unaandika majina ya watafiti wenza wengine e, unaongeza mpaka watakavyoisha. Kama wako kumi, wako wangapi, wote unajaza. Ukishamaliza sasa uta browse utaweka barua ambayo tulisema lazima iwe na cover, iwe na kwenye cover letter yenye logo ya taasisi yako e, ukimaliza hapo utaweka manuscript ambayo iko tayari completed. Ukimaliza una submit mm -hmm. Ukituma inaenda moja kwa moja, kama uliyetuma wewe sio PI inaenda moja kwa moja kwa PI kumuuliza kama je, yeah, ethical clearance ni ya kwako na unatambua. Kwa hiyo PI yule akisha ruhusu ndio inakuja kwetu. Ikija kwetu sisi tunaifanyia kazi tunapeleka kwa rivyuwa wanapitia, wakimaliza, wakisharejesha tunaendelea na mchakato mzima wa kuiombea idhini na kuweza kupata barua ambayo itakuruhusu wewe kuendelea kupublish hilo makala yako. Kwa hiyo, endapo mtu unatuma labda unakutana na changamoto zozote za kimtandao au unatuma haiji, unatakiwa wasiliane na sisi kwa kutumia email ya publications at nimr.or.tz, nasi tutakuwa na furaha sana kukuhudumia, ili usiweze kupoteza muda kwa kusubiri kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni vizuri unapoona unatuma na inaleta changamoto, uwasiliane nasi, ili tuweze kukuelekeza uweze kutuma kwa wakati, na tunajitahidi at least katika siku kumi na nne mtu awe ameshapata kibali chake, ili mtafiti aendelee kutuma makala yake kwenye peer reviewed journal na kuendelea na prosesi nyingine. Kufahamu zaidi kuhusu utafiti za NIMRI, tembelea tovuti yetu www.nimri.or.tz au tembelea mitandao ya kijamii NIMRI Tanzania. Asante, endelea kutufuatilia.